Kwa sababu nimewachangia wengi mtaani, haiwezekani harusi ya mwanangu mpaka iende ukumbini, mba mba, na mimi nichangiwe. Isipoenda ukumbini, sitochangiwa kwao. Mwanamke wa Kiislamu alijihifadhi vizuri, akawa na tamaduni nzuri, lakini tamaduni yake akaivunja kwa kuwa tu yeye alishiriki michango. Huu si Uislamu. Dini yetu sisi imetuelekeza kuwazuru wagonjwa. Dini yetu imetuelekeza kuwasaidia wenye uhitaji, pasina kutarajia wao kutusaidia tena, lakini tunaamini ya kwamba tukiwasaidia ndugu zetu, Allah subhanahu wa ta'ala naye atatusaidia sisi. Kwayo, tubadilisheni huu mfumo, ili tu kubadilisha ile sura kwamba nipe nikupe, kupeii imepelekea mpaka ikhlasi ikaondoka. Ukienda kuzika mpaka aliyefiwa kuone, utalazimisha angalau hata usimame sehemu mpaka kuone. Hatuendi kuzika kiibada. Tukienda kuona wagonjwa mpaka wanaotujua watuone hospitali, kwa sababu gani? Tunalipa wema. Sasa tusifanyeni muamala wa kulipizana la, miamala yetu ni miamala ya kiibada. Tuwasaidie watu tukiwa na uwezo. Na hii pia imepelekea watu kuishi maisha ya dhiki, maisha ya dhiki kweli kweli.